Mariamu na Adamu walioana tangu miaka chache. Wote wako na makazi na wanazipendaka. Wanapitishaka muda pamoja na marafiki na familia. Na walijadili kuhusu kuwa na watoto. Mariamu na Adamu pia walizungumza kuhusu umuhimu wa kufanya pamoja maamuzi yenye inaadhili au impacte maisha yao. Pia walizungumza juu na jinsi wanataka kugawanya majukumu ya malezi na hawataki Maryam afanye kila kitu mwenyewe. Siku moja, Adamu anapata nafasi ya kupandishwa cheo katika duka kwenye anatumikaka kama mchuruzi. Cheo yenye alitumikiaka sana na pia itasaidia kuweka pesa zaidi kwa ajili ya siku zijazo. Adamu iko na hamu ya kusema ndiyo mara moja. Halafu anagundua kwamba italazimishwa aanze kutumika mpaka usiku siku za mingi za kila wiki. Tayari alikuwaka na ifanya mara kwa mara, lakini hapana kila wakati. Anajiuliza kama Maryam atakubali hii hali hasa wakati wanaanza kuwa na watoto. Adam anapata habari zote kuhusu ile cheo kutoka ofisini na anarudi nyumbani kufikiria kuhusu hiyo. Wakati Adam anafika kunyumba kutoka kukazi, anamwambia Maryam kuhusu kupandishwa cheo, ingawa anapuuzia kwa sababu itamlazimisha kutumika mpaka usiku siku nne kila wiki. Anamuuliza maoni yake. Maryam anafurahi kwa ajili ya Adam na Adam anasema kwamba anataka kukubali ile nafasi, lakini pia anataka kuhakikisha kwamba Wanaizungumzia kwanza. Maryam anasema kwamba wajadili pamoja kuhusu faida na hasara kabla ya kufanya uamuzi wa mwisho. Wakati wanazungumza, Maryam anauliza kama Adam atalazimika kufanya kazi masaa zaidi au kubadilisha mpango yake ya kazi au ratiba. Adam kisha kwa kushita anamwambia Maryam kwamba atalazimika kutumika mpaka usiku mara nyingi wiki nzima. Maryam anachukia haiko kuhusu masaa za kazi zenye zinatarajiwa, lakini kwamba Adamu hakumpa habari zote mapema mbele ya kumuuliza maoni yake kuhusu jambo ambayo iko na adhiri au impact katika maisha yao ya kila siku. Adamu anaitika kama alipashwa kutoa maelezo yote mapema na kwamba anajua haikukuwa vizuri kwake kumuuliza Mariam kukubaliana na kitu bila kuwa na habari zote na kufanya uamuzi inayofaa. Jambo ni kwamba idhini au ruhusa iko na adhiri au effect katika mahusiano kila siku, na iko na adhari au impact kwa jinsi itaendelea kuwa kwa muda. Katika mahusiano mengi hatuzungumzi yake kuhusu idhini, lakini hata vile haimaanishi kwamba haupashwi au kwamba Haina umuhimu. Ni muhimu sana wewe na mwenzi wako mzungumze kuhusu nini unataka na nini unahitaji kutoka kwa mwingine mara kwa mara. Idhini au ruhusa ni kuhusu mawasiliano.